Leo mnatimiza miaka sitini na tatu. Ninafahamu viko vyama vingi vilianzishwa, lakini vilivunjika katikati. Ninyi mmebaki kuwa imara wa moja mpaka leo mnapotimiza miaka sitini na tatu. Nataka niwapongeze kwa sababu ya uongozi wenu, kujali kwenu, kujisimamia na kujiendesha kwa haki. Mmekuwa chama ambacho wakati wote kila mahali penye kusanyiko la watu hamkatiki, mpo pembeni, tena wakati mwingi hamko kwenye shughuli za raha, mko kwenye shughuli za majonzi. Wakati wengine wanalia, ninyi mko pembeni mkiangalia nani kumhudumia. Wakati watu wamevunjika moyo, ninyi mmekuwa faraja yao, mmekuwa watu mnaoinua hali na hali za watu wafanya wajione kama watanzania walio na ndugu wa kuhudumia. Ninyi hamuhitaji mtu mwingine wa kuwasemea, kazi zenu zinawasemea na mimi nataka niwaambieni kama naibu waziri mkuu na mwakilishe mheshimiwa rais hapa leo, kuambia kwamba serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan itaendelea kuwathamini, kuwaunga mkono, na changamoto mlizonazo zote serikali itaendelea kuzifanyia kazi hizi. Na nataka niwaambieni ndugu zangu, ni ukweli usemwe, changamoto nyingi tumezishughulikia. Katibu mkuu amezungumza hapa, kuna changamoto ya kuingiliana kwa majukumu. Red Cross anataka kutoa msaada ama anataka kutoa huduma, anakwenda pale, mtu wa taasisi nyingine ya serikali anamwondoa Red Cross, halafu eti akidai kwamba yeye ana wajibu wa kufanya kuliko Red Cross. jambo hilo halikubaliki mahali popote. Labda niwaambie ndugu zangu wa Red Cross, kwenye nchi hii ninyi hamfanyi hizi kazi kwa mazingira ambayo hayadhibitiwi na sheria. Katika sheria za mwanzo zilizotungwa na nchi hii, sheria moja wapo sura namba sitini na sita ni ya msalaba mwekundu Tanzania. Kwa hiyo akitokea mtu anakusukuma mbele, muulize ni kwa sheria gani? Wakati mwingine mimi napenda kuambia, usimruhusu mtu akuone du, ni mwambie wewe, niache nifanye kazi yangu na wewe fanya kazi yako, tumhudumie Mtanzania. Singependa kuwaona mnasimama hapa mbele ya ugeni, mnalalamika, mnasema sisi tunafanywa hivi. Nataka niwaambieni serikali na wadhamini. Hiki chama kinalelewa na Mheshimiwa Rais, tena achilie mbali kiko kwa mujibu wa sheria. Na kwa sababu hiyo, Mheshimiwa Waziri wa nchi uko hapa, na imekuwa bahati sana. Angekuja waziri wa katiba na sheria tungesema kwamba waziri wa katiba na sheria kawatafute watu. Wewe na mimi tuko ofisi ya waziri mkuu. Leo ni siku ya Jumamosi, Jumatatu ukutane na katibu mkuu wa Red Cross, hili jambo mlitafutie majibu liishe. Waiteni wale watu wa OSHA na Red Cross wafanye kazi kwa pamoja. Nia yenu ninyi wote ni kumhudumia Mtanzania, hakuna mtu anayetaka kufanya kazi yake binafsi. Nia yenu ni, ni kufanya Watanzania wawe salama kwenye nchi yao. Hatuwezi kugombea fito wakati tunajenga nyumba moja, na hili ninatamani na hili ninatamani, waziri wa nchi na waziri wa katiba na sheria, isiwe sehemu ya risala tena tutakapokuja mwakani, wakati wa mkutano kama huu, liwe limemalizika. Red Cross wafanye kazi yao.